Uzito mkubwa kwa mwanamke unaweza ukatokana na mvurugiko wa homoni za uzazi, mfano homoni ya insulin inayohusika na udhibiti wa sukari mwilini, ambayo pale ambapo inashuka inapelekea sukari kutoweza kudhibitiwa. Kwa hiyo kiwango cha sukari kinakuwa juu na kupelekea ile sukari ya ziada kuhifadhiwa kama mafuta kwenye sehemu za tumbo, mapaja, matako aa, au sehemu za mikono na kuongezeka uzito mkubwa kitambi na nyama uzembe. Lakini kuna homoni ya estrogen. Homoni hii pia inahusika na hedhi. Homoni hii inaposhuka, inasababisha mafuta mengi kujihifadhi kwa sababu ni homoni mojawapo inayodhibiti kiwango cha mafuta kwenye misuli na sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo, mvurugiko wa homoni hizi za aina mbili huwa zinapelekea kuongezeka kwa mafuta sehemu mbalimbali na kusababisha uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe. Sambamba na hilo, pia huwa zinasababisha mvurugiko wa hedhi, kukosa hedhi kwa muda mrefu au kuingia hedhi mara mbili kwa mzunguko mmoja au au kupata hedhi nyepesi sana au hedhi ya mabonge au kuingia hedhi mwezi hadi miezi mitatu mfululizo bila kukoma. Ah, hiyo ni Polycystic Ovarian Syndrome. Kwa hiyo ili kuiweka sawa, jambo la kwanza lazima upate mwongozo wa lishe wa kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe, kutoa sumu mwilini na kuimarisha hizi homoni, lakini pia kupata tiba ya CP natural ya kutoa sumu mwilini na kuimarisha hizo homoni, na kama una uzito mkubwa kupata na slim pack, au ukazitumia na hizo tiba itakusaidia sana kuweza kuimarisha homoni na kuweka vizuri uzito wako na kuepusha matatizo ya hedhi. Leo tunatamatisha siku thelathini za challenge ya kutoa sumu mwilini kwa kutumia C24. Seven, na liver care, na kama zimetu, zimetumika siku 30, tayari mwili utakuwa umeanza kusafika homoni mbalimbali kuanza kuimarika na kuondokana na changamoto hizo kwenye mwili: changamoto za homoni, changamoto za sumu mwilini na matatizo mbalimbali mbali kama shambulizi la moyo damu kutokuwa sawa na mambo mengine mengi. Sasa leo tunatumia kidonge kimoja kwa ajili ya kuimarisha mfumo wetu wa damu na mifumo mingine ya mwili. dozi ya mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili, lakini tunaendelea na ofa yetu ya punguzo la asilimia 15 inayoisha tarehe 30. Kwa hiyo utaipata dozi ya mwezi kwa laki na sitini na tatu na mia mbili badala ya laki na 92, na nitafute whatsapp kwanza dozi na komenti neno niunge kujiunga na guvu letu la mafunzo bure